Leo kwa msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuondokea kuanzia aya ya kumi na saba. Msomaji wetu ametusomea kwa uzuri. Mwenyezi Mungu amzidishie, muhifadhi na mlinde.

Aya hii imekusanya tauhidi yote, na Suratul An'am pia imeitwa ni Suratu Tauhid. Aidha, imeitwa ni Suratu Dawa. Muislamu mu'min cha Mungu anatakiwa alazimiane na aqida iliyokuwa sahihi aqida aqida, wal aqidatu aqida ni jambo ambalo yajibu an yusaddiqa bihi alqalb, yapasa moyo uamini, usadikishe aqida iwe ndani ya moyo, watatmaina ilayhi an-nafs na nafsi itulizane iwe na utulivu juu ya kile ambacho kimo ndani ya moyo, kimesadikishwa na moyo, nafsi itulizane na

Maanake la shakka baada alyaqini. Mtu akiwa na kitu kinachoitwa yaqini, basi hakuna nafasi ya shaka la yumazijuhu shakkun haichanganyiki na shaka la yumazijuhu shakkun wala yu, wala la yukhalituhu shakkun wala yumazijuhu raibun wa ma yuminu aktharuhum illa wa hum mushrikun. Kuwa na msimamo katika akida ni jambo kubwa sana. Watu wengi wana, wana mashaka eh, wanakuwa na mashaka sasa.

Mtu akishakuwa na aqida ya aina hii katika maisha yake yote, hababaiki, hatetereki, hayumbi. aya hii ya leo Kaanna hadhihi alaya, aya hii ambayo tunaondoka nayo leo. Kaanna hadhihi alaya jamaat kulla tauhid, kana hakika, kanakuwa aya hii kwa uhakika imekusanya tauhidi yote, tauhidi yote imekusanywa na aya hii. Yani, huko kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tauhidi yote imekusanywa na aya hii. wa dinu kuluhu tauhid, na dini yote, asikwambie mtu, dini yote ni tauhidi. Naam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ameanza kwa kutuambia n yani, katika aya ya leo wa inyamsaska llahu bidhurin wa inyamsaska llahu bidhurin, na ikiwa Mwenyezi Mungu akikugusisha madhara nimekuja kwa nakara bidhurrin, in wa in yamsaska Allahu bidhurrin, na ikiwa Mwenyezi Mungu akikugusisha madhara kidogo, na madhara hapa yaweza kuwa ni maradhi yaweza kuwa ni ufukara, shida yoyote, matatizo ya aina yoyote ni madhara. Shida ni madhara, matatizo ni madhara, maradhi ni madhara. Fahamu, naam. Ufukara ni madhara. wainyamsaska Allahu bidhurin, na ikiwa Mwenyezi Mungu akikugusisha Aki kugu, ya msaska akikugusisha kidogo, ah bidhurrin, mafahamu kakugusisha madhara, na tumesema imekuja kwa nini? Kwa nakira ah, unatakiwa uwe na akida hii fala kashifa lahu illa hu ha? Basi hakuna wa kukuondolea hayo ila yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usitafute njia nyingine, njia ni moja tu, ndio pale tuliposema addinu kulluhu tauhid. Ikiwa wewe ni almuslim walhaqiqi, basi likikupata lolote lile, addinu kulluhu tauhid, sitafute njia nyingine. Na hapa tunazungumzia madhara hakuna pa kukimbilia, kwa sababu hilo lokufika. Wa in yamsaska Allahu, au nitakwenda sasa eh, wa in yamsaska Allahu, kuna mtu mwingine ametajwa hapo kwamba ndiye aliyekusababishia, yupo mwingine wa in yamsaska Allahu bidurin, unatafuta nini tena sasa, unatakwenda wapi? adinu kulluhu tauhid, dini yote ni nini? Ni tauhid. Hakuna mwingine bwana atakayekuondolea maradhi, atakayekuondolea ke ufukara atakaye kuondolea shida, atakaye kuondolea matatizo, hakuna mwingine. Fala fala kashifa basi, hapana jinsi ya yoyote wa kukuondolea eh, mabwara ambayo Mwenyezi Mungu amekugusisha kidogo. Hakuna yoyote, hakuna jinsi ya yoyote mwenye kukuondolea ila illa hu, isipokuwa isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Sasa hilo linatakiwa liwe ndani ya nini? Ndani ya moyo, na likiwa ndani ya moyo ni aqida eh? Na kama ni aqida, si ndio aqida, si imani eh? Imani iliyokuwa sahihi, hatuendi popote pengine, kumpwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala.

yakuna yaqinan thabitan la yumaazijuhu shakkun wa la yukhallituhu rayb, hiyo ni yaqini bwana, tena yaqini yenyewe ya kweli na tumesema la shakka baada al-yaqin, hapana shaka baada ya kuwa na yaqini

in tanzil bika ya Muhammad shidda, ikiteremka kwakuwewe ewe Muhammad shida yoyote. min faqrin eh, kutokana na ufukara ni shida hiyo, au maradhin, au kutokana na maradhi shida hiyo. fala rafi'a, ametafsiri fala rafi'a, hakuna wa kui

Wala hakuna anayemiliki ha? kuondosha madhara yoyote ha? siwahu asiyekuwa yeye, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hilo pia linaingia kwenye milki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, eh, eh? Mwenyezi Mungu ndiye anayekugusisha. Akikugusisha na madhara aina yoyote, sawa, bado tena yeye ndiye mwenye kumiliki ku kuondoa hayo hayo madhara. Sasa ni wangapi katika maisha yetu wana akida ya namna hiyo? Eh, ni wangapi? Watu wengi wanatafuta njia nyingine, wanaiacha njia ya, ya tauhid. Addinu kulluhu tauhidun. Mm. Mtu akipigwa na kichomi sawa, yule wakisawasawa, fala kashifa lahu illahu Addinu kulluhu tawhidu. Asiyekuwa na akida hii ah, jamaa ashanipiga, jamaa washanipiga. Umeniwahi, umeniwahi bwana. <laughs> awaamini wengi wao isipokuwa ni washirikina. Mshirikishe Mwenyezi Mungu. Sawa sawa. Sasa hapa ndio tupo darasani tuwekane sawa. Tuwekane sawa. Wewe aliyekwambia ubweteke ni nani? Eh? Unatakiwa uishi na adhkari yeti, adhkari za asubuhi, adhkari za jioni, kwa sababu lolote litakalokufika kakuandikia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hata kama umerogwa. <laughs> Sasa nini cha kufanya?

Sawa. hmm, ya Mughitha, Ghithna Wasrif, Wasrif Anna Su na hizi adhikari unazileta na uku moyo wako sawa eh, una hudhuru, yani tayari hapo unamweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba ndio mlinzi wako eh. alafu na ile yaqini ile, bismillahi alladhi la yadhurru ma ismi shay'un fil ardi fis samahi wa samahi. Na hata hizi hizi ruqya hizi eh, yataka huyu mwenye kusoma ruqya na mwenye kusomewa ruqya, kwanza watengeneze aqida. Weza kuwa huyu msomaji yeye mwenyewe ana mashaka Yani hali mgonjwa, asa, kuwana, hapa, ya aya, ile hali nayo, na huyo mgonjwa yeye mwenyewe anaogopa. Sasa uo utulivu kwapo na hapa, sijui yapa aya huyu mwenyewe, na ile kamatwa kisawasawa ah. Sijui. Kwa hiyo tunatakiwa tutengeneze aqida kwanza, tengeneze aqida kwanza Kwa hiyo zile rukya zinakuwa na nguvu kwa kadiri ya yule mwenye kuisoma ile rukya na mwenye kusomewa rukya. So, sawa eh, na kule kujitetea eh, limekufika lakukufika, jitetee kwa moyo wako wa akida sawa eh?

Kwa hiyo hapa tunazitengeneza akida tengeneza